Ndugu like, zangu wapendwa, na hasa Mheshimiwa DC ndugu wangu, mkoa wa Kagera ni kanda maalum ya madhehebu ya dini. Bila mkono wa dini katika mkoa huu, mkoa huu ungepata taabu sana, kwa sababu sehemu kubwa ya huduma za jamii kabla na baada ya uhuru zimetolewa na makanisa. Miradi mikubwa ya m, kimkakati ya hivi karibuni imetukuta tuko njiani, na sisi tunaikaribisha na kumshukuru Mungu kwamba hatimaye miradi ya mkakati imekuja na tunashirikiana na kanisa katika kuwahudumia wanadamu hawa kiroho, kimwili na kiakili. Kanisa kwa zaidi ya miaka mia moja na hamsini hapa mkoani, tumefanya kazi kubwa. Ndiyo maana baadhi yenu mliposikia eti kuna neno kufunga kanisa mulinipigia simu mkiwa mmetaharuki, nikasema msiwe na wasiwasi wasi. Hapa mkoani hakuna binadamu hata mmoja ambaye bado anaishi anayejua kanisa hapa Kagera lilifunguliwaje Kizazi cha kwanza kimeshaondoka, cha pili kimeondoka, cha tatu kimeondoka, cha nne kimeondoka. Sisi tunaoongoza ni kizazi cha tano cha kanisa. Kwa hiyo habari ya kufunga kanisa, msiwe na wasiwasi, halitafungwa kanisa, lenu liko salama. Nasema haya kuwatia moyo, msiache kuendelea kuiunga mkono kanisa, msiache kuendelea kuiunga mkono serikali. Na kwa hapa nitie nukta nirudi kwa Mheshimiwa DC. Ndugu zangu, nataka niwahakikishe na nimhakikishie Mheshimiwa DC, tunaye rais mmoja na tuna wawili, ni huyu huyu mmoja ndiye ambaye Mungu aliyetupa, ni mzuri ni mbaya, afai anafaa, lakini ndiye rais wetu, tunao wajibu wa kumombea, tunao wajibu wa kumpenda tunao wajibu wa kumkosoa kwa sababu ni rais wetu. Na rais huyu, ndugu yangu, niwaambie, anaongoza wapumbavu, wajinga, wasiojua lolote, wenye hera, maskini. Huyu ndiye rais wetu, kwa hiyo tunao wajibu wa kumwombea, na nitafanya sala maalum hapa kabla sijamaliza maneno yangu. Mpaka leo hii ninapoongea kuna maeneo mkoa huu wa Kagera ambapo serikali haijafika, lakini kanisa lipo limeshafika. Wao wanawakumbuka wakati wa kupiga kura, ndio wanaenda kutafuta kura. Baada ya hapo, hawapo maeneo katika mkoa huu, unafahamu. Kwa hiyo kanisa na dini mbalimbali ni baraka sana kwa mkoa huu. Ni kwa sababu hiyo, kwa unyenyekevu mkubwa niko tayari kupiga hata magoti nitumie fursa hii ya shukurani kwenu nyote lakini mbele ya serikali yetu, kwa sababu kwasababu mheshimiwa DC yupo, kuiomba serikali yetu penu tunayoipenda na kuitumikia, niendelee kuliunga mkono kanisa na kwa njia hiyo serikali yetu ijitenge na upepo mpya eti wa kufunga kanisa, ijitenge nao, kwa sababu tunaipenda na yenyewe inalipenda kanisa. Ninaomba hekima itumike he na Roho Mtakatifu tunayomwadhimisha leo aendelee kutawala hata inapotokea mambo mabaya. Unajua kanisa hili kuna maaskofu wajinga kama mimi. Binadamu kabisa, ukiwaangalia, ukiondoa huu tukufu tunaovifa ni madani, ni binadamu wajinga watukutu wenye dhambi sawa na mtu mwingine. Yote tunayafanya haya tunayoyafanya kwa neema ya Mungu aliyetuletea kwa hiyo hata inapotokea mambo mabaya yametendwa ndani ya kanisa, hekima na mapokeo ya mababa ni kufanya ibada ya kulitakasa kanisa. Yaani ameingia askofu mpumbavu akafanya jambo ndani ya kanisa, tunaitana kufanya ibada hiyo. Kufanya nini? Kulitakasa, hatulifungi. Kwa hiyo niendelee kusisema tena kwa unyenyekevu na machozi mengi kanisa hili linaongozwa na hao wanadamu wenye mwili na nyama, dola yetu inaongozwa na wanadamu hawa wenye mwili na nyama. Ni wote tuende chini ya msalaba, tutakaswe na damu ya Kristo, ili taifa letu ineweza kuwa na amani. Kama nimewaudhi, naomba mnisamehe, na niko tayari kuweka mikono nyuma yangu hapa, mwenye pingu waje anifunge, lakini kanisa libaki salama. Mimi nifungwe, kanisa libaki salama kwa sababu tunalihitaji. Na tungechezea wapi mziki kama huu leo, eh? Mziki kama leo tumechezea wapi? Kwa hiyo kanisa la Mungu liendelee kuhudumia watu na viongozi wapumbavu kama mimi wakifanya makosa, kamata funga ndani sukuma ndani sukuma ndani sukuma ndani, lakini kanisa la Mungu libaki salama. Kanisa la Mungu lisifungwe kwa ajili ya upumbavu wa kiongozi mmoja. Pentekoste ni siku ya kufungua kanisa, mhubiri wetu ametuambia. Pentekoste ni siku ya kufungua nini? Kanisa lililokuwa limefungwa kwa hofu ya Wayahudi na Warumi, pentekoste likashuka, kanisa likafunguka, ujasiri ukatokea. Ni kazi ya Mungu. Ikasa baada ya kuyasema haya ni washukuru tena na tena na ni waombe msimame. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.